Ni ada yetu kila Ijumaa kuketi hapa na wenzetu kutoka huduma kwa wateja na kuzungumza uh, kuhusu huduma ambazo sisi tunakupatia kupitia kisimbuzi chetu cha Azam TV, kisimbuzi ambacho eh, ukikikosa... ni kwa sasa hivi, nyumba ambayo haina kisimbuzi cha Azam TV ni kilio tu <laughs> wanagonga kwa majirani, lakini sisi tunakuambia kiwashe na kwa kukiwasha kisimbuzi, kama ulikome kizima ujalipia lipia kama kilikuwa kibovu kilete, tutakutengenezea bure, lakini kama hauna pia, unaweza kukiwasha kwa kukinunua kipya kabisa, ukapata burudani za Azam TV. David Mwambene tunaye hapa hii leo kwa mara nyingine, mambo poa. Idi, Idi Mubarak. Idi, Idi Mubarak. Takabala Allahu minna wa minkum. Uko poa? Ya, niko vizuri Fresh kabisa. Yeah, niko vizuri sana. Biriani umekula? Yeah, tayari niko fit. Ah, mm. Nimekuona. Na, na, energy juu juu kidogo. Na energy ya kutosha. Ah. Na vibe. <laughs> <laughs> Leo tunazungumzia nini kutoka kwenye huduma zetu za visimbuzi vya Azam TV? Naam, uh, leo tunazungumzia ni namna gani wateja wanaweza wakajihudumia hmm. uh, bila kuzungumza na mtoa huduma moja kwa moja, okay, kwa kupitia sauti maalum ambazo tumezirekodi zikitoa hmm. maelekezo. Anaitwa aje kitaalamu huyo? Ni muhimu sana. Anaitwa IVR. IVR, ndio ile ukipiga simu eh, kitengo cha huduma kwa wateja uh -huh, unaambiwa karibu kitengo cha huduma kwa wateja Azam TV okay, kwa Kiingereza bonyeza moja, okay, kwa English bonyeza mbili. Sasa yale maelezo yale ni namna ya kuweza kujihudumia mwenyewe moja kwa moja kabla hujachagua namba ya kuzungumza na mtu wa huduma. Sawa sawa. Yes. Na kumekuwa na malalamiko mengi hmm kwamba nawapigia simu huduma kwa wateja, si sipati msaada, unaweza tu kujihudumia mwenyewe. Exactly. E. Kabisa. Kabisa. Njema sana, tuambie tutakavyojihudumia na uh, huu mfumo umerahisishwa uh, uh, na umechukua zile issues ambazo mara nyingi wateja wetu ndio huwa wanaziulizia wana, uh, kwa mfano kama kuangalia salio kubadilisha kifurushi eh, kufungua huduma mpya na kutuma ujumbe wa, wa kufungua hmm. Ujumbe wa kufungua maana yake nini? Kuna wateja huwa wanafanya malipo wakiwa wamezima kisimbuzi chao, kwa hiyo hawa wateja wakichagua hmm. hiyo namba nne ambayo imeandikwa tuma ujumbe wa kufungua kifurushi, basi ile access denied itatoka, yeah. na utaendelea kupata huduma. Kwa hiyo inawezekana kisimbuzi chako wewe unapata ujumbe wa access denied, lakini kwa kusikiliza uh, maelekezo ya kwenye kwenye wa, ya huu utaratibu ambao tumeweka hmm. basi unaweza kuiondoa access denied bila hata kumfikia mtu wa huduma uh, kuzungumza naye moja kwa moja okay. Yes. Okay. Kwa hiyo hapa kinachotakiwa kufanyika, kuf, uh, kufanyika ni kwamba wateja wanatakiwa kuwa na namba zetu za huduma kwa wateja hmm. Namba zetu za huduma kwa wateja ziko tatu ambazo ni 0784 hmm. sab 108000 na 0764 700 222 na namba ya Tigo ni 0659 072 002. Hizi namba zote uh, mteja akipiga zina Zim. Maelekezo yanayofanana. Kwa hiyo usiwaze kama utapiga namba ya Tigo ikawa na maelezo tofauti na ya Voda au na ya e Airtel, hapana. Zote zina ma maelekezo yanayofanana, okay. Yes. Wakati gani ambao ujumbe huu wa access denied huwa, huwa unatokea ukiacha, ukiacha ku ku kumalizika kwa, kwa kifurushi kwa, kwa kifurushi? Yes. Uh, access denied huwa inatokea kama uh, mteja amefanya malipo Uh, ikiwa kisimbuzi chake kimezimwa, maana yake ujumbe wa kufungua ulitumwa uh -huh. Lakini signal hazikuweza ha kupokelewa kwa wakati huo, yeah. Kwa hiyo mteja atapata access denied. Uh, namna ya pili ukiacha kifurushi kuisha access denied mteja anaweza akaipata ikiwa anataka kufungua channel ambayo haipo kwenye kifurushi ambacho amekusudia. Kwa mfano uh, mimi nimelipia kifurushi cha shilingi elfu uh, kumi na tisa. Kwa wateja wa antena tunaita mikumi, lakini kwa wateja wa kisimbuzi cha dishi tunaita Azam Pia. hmm. E, kifurushi hiki kinafungua za, mwana za mtu sinema zetu uh, ila ukitaka sasa channel za michezo ukiwa umelipia Azam Pia Uh, ukiweka za Sport HD1 mpaka 4 channel yoyote, itakuandikia access denied. Maana yake ni kwamba kifurushi ulichojiunga hakina uwezo kufungua hizo channel, kwa hiyo utapata, so, so, access denied kwa hizo namna tatu, ikiwa mm -hmm, hujawasha kisimbuzi chako na umefanya malipo, ikiwa kifurushi kimeisha, au unataka ku access channel ambayo uh, haipo kwenye kifurushi ambacho unacho kwa wakati huo. Vizuri, kwa um. hakika haya ni, ni ni ni David Mwambene huyu ambaye tuko naye mm. E, namna ya kujihudumia ili kupata huduma za Azam TV. Naam, yes. Umezungumzia kubwa hili la access denied, tuende kwenye kipengele kingine sasa. Uh, huu utaratibu wa sauti za kujihudumia uh, una faida zaidi uh, mm. kwa mteja uh, huwa unatoa faida ya huduma ya ziada ambayo hata mteja inawezekana hajaiomba, lakini au hajakusudia yeye, ana access denied, lakini ukipiga hizi uh, namba za huduma kwa wateja utapata na vitu vya ziada. Kwa mfano uh, huwa tunaweka ratiba za mechi. Kwa mfano kama leo tuna mechi uh, Taifa Stars anacheza uh, na South Africa saa mbili Azam mm -hmm. na nusu mm HD -hmm. Azam Sport taarifa zake utazipata uh, au taarifa za vifurushi kwa mfano Ukipiga simu saizi hapo mm. ambia wachagua lugha, utachagua Kiswahili. Ukichagua Kiswahili tu, watakwambia list ya vifurushi kuanzia Azam Light mpaka Azam Play na bei zake na chaneli ambazo zinapatikana eh, Azam 1 inapatikana kifurushi gani, Azam 2 kifurushi gani azam mm. ni mazetu Sports HD. Kwa hiyo utapata taarifa ya, ya vifurushi vyetu vyote, sawa sawa, lakini vile, vile haitaishia hapo tu. Uh, inatoa elimu pia uh, ya namna ya kufuatilia vipindi uh, kielektroniki, tunaita tuna uh, EPG, kuangalia uh, kupata taarifa za mechi zijazo, kwa mfano, uh, weekend hii kutakuwa na mechi gani, na mechi gani na muda gani muda itachezwa na chaneli gani. Naam, yes, vile vile inatoa uh, elimu zaidi uh, kuhusiana na huduma application ya Azam Max eh, ni namna gani uta, uta download application ni namna gani utajisajili lakini vilevile ni namna gani uh, utaweza kufanya malipo kwenye application ya Azamax. Kwa hiyo unaweza kawa umekusudia uh, kupata huduma moja, lakini huu mfumo wetu wa sauti uh, umerahisishwa kiasi kwamba unaweza ukapata huduma ya ziada zaidi eh, okay. Wewe unataka kufunguliwa channel ya sinema zetu, lakini ukaambiwa pia kuna ratiba ya mechi ya Taifa Stars. Eh, kwa hiyo baada ya kulifahamu hilo basi ukaendelea na process, ukabadilisha kifurushi na ukafurahia huduma hili oh. Kubwa sana Yes. <laughs> <laughs> Sahihi. Yes. Na haya tukiwa tunaendelea Bwana Mwambene, na ikumbukwe ya na, na, na kwamba yes. Uh, kwa kuwa kisimbuzi uh, bado tuko navyo na, na, na vimepokelewa kwa kiasi kikubwa kubwa sana uh, katika majumba yetu, natumaini tu yajue haya kwa kina. hmm. Hmm. hasa kwa taarifa hizi za kihuduma, kwa urahisi mteja anaweza akazipata vipi? ah, okay taarifa kama nilivyozungumza, ah, kwanza atazipata kwenye hizi namba za simu ambazo nimezitaja eh, hizi namba za simu zitamwezesha kupata taarifa za huduma ambazo hmm. ah, amekusudia lakini vile vile kwa sasa tuna WhatsApp channel. Eh, hii channel mm -hmm. ina hii posti taarifa mbalimbali ikiwemo na taarifa za huduma kwa wateja mm -hmm. tunawashauri wateja wetu wafuate wa, wa, wa, wa, wa ile link wakitucheki kwa namba yetu ya WhatsApp a, ambayo ni 0677 9966 mm -hmm. 11 watatumiwa linki na watagusa na kuweza kujiunga na familia hii ya WhatsApp channel, lakini vile vile akitembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii huko kote uh, unaweza ukapata linki na ukaji, ukajiunga, na vilevile ukapata vile taarifa zinazohusiana na huduma zetu za tukutane sana. Naam, ni David Mwambene huyu ambaye tumezungumza naye juu ya namna ya kujihudumia ili kupata huduma za Azam TV tukapate mapumziko mafupi. Mara baada ya mapumziko